Mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV, kama unavyoshuhudia tuko live moja kwa moja eh, katika kurushia matangazo yako moja kwa moja, ili uweze kushuhudia namna gani kazi za ujenzi wa barabara nambari tano unavyoendeshwa hapa mjini Uvira. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluya, niweze kukaribisha kuweza kuungana nasi mwanzo kabisa hadi mwisho. Kama unavyoshuhudia leo kabisa, barabara wana wakaji walitafuta muda mrefu, na unavyoona tayari kabisa Eh, kazi za ujenzi tayari moja kwa moja zinaanzishwa na tayari zinaendelea mjini Uvira. Hebu ambatana na sisi mwanzo kabisa hadi mwisho ili ushuhudie tukio lote kabisa namna gani wanavyojenga hapa mjini Uvira. Naam, hapo tuk... mnaposhuhudia tukiwa Uvira jimboni Kivu ya kusini na kwa sasa ikiwa uh, ndio inapeleka jina ya mkoa wa Sidi Kivu ambapo kazi za ujenzi wa barabara nambari tano tayari kabisa ziko kwa kasi mjini Uvira uh, mnavyoshuhudia moja kwa moja uh, tangu hiyo jana kabisa uh, ya tariki kumi uh, mwezi Novemba mwaka elfu mbili ishirini na tano, kazi za kuweka lami zimeanzishwa rasmi. Uh, utajua kwamba kupitia televisheni la Uvira TV uh, tulipata nafasi kabisa ya kuweza kukusanyia habari muhimu na kuweza kujua kile ambacho kinachoendelea, uh, katika ujenzi wa barabara nambari tano ambayo inayofanyika hapa mjini Uvira kupitia kampuni Yesika. Uh, wakaaji wa Uvira walilia siku za kutosha, wakiomba barabara iweze kujengwa na sasa walikuwa wakifikiria kuwa ni ndoto Leo imeonekana wazi kuwa barabara inaweza kujengwa. E, unajua kwamba kuanza kilalo ya Kavimvira ya ndipo shughuli zimeanzia kama vile unavyoshuhudia. Uh, wanaweka upande wa chini kwa sababu barabara itakuwa na njia mbili, lakini wameanza kuweka upande wa chini, na ukiangalia kazi jinsi ilivyokuwa inaendelea kwa kasi, na wakaji wa Uvira wamefurahia. Tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza na baadhi ya wakaji wa Uvira, walipata nafasi kabisa ya kuweza kuonesha furaha yao na kushukuru Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kwa kuwa ametimiza ahadi yake, lakini kuna baadhi ya marais wengine ambao walikuwepo hapo awali ambao walipana ahadi na hazikuweza kutekelezwa. Na pia waliweza kuonesha kuwa uh, kuna hata zile mainogirasio ambazo zilifanyika hapa mjini Uvira siku za kutosha ambazo hazikufua dafu, lakini wamekubali na kuweza kumshukuru Rais Felix Tshisekedi kuweza kutekeleza ahadi yake kwa raia wa Uvira hebu tuanze mimi na wewe mwanzo kabisa hadi mwisho kupitia televisheni yetu La Voix d'Uvira TV. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli yetu, usikose kujiabone kwenye chaneli yetu, kulaki na kushia na kuweka comment, ili tunapotoa habari zetu kila leo huo wa kwanza kabisa kuweza kuzipata mahali pote ambapo mulipo. Tuseme asante kwa wale ambao wameanza kutoa michango kupitia televisheni La Voix d'Uvira TV. Mimi mtangazaji wako Jean-Pierre Emmanuel Kalwe ni kuambatana na wewe mwanzo hadi mwisho ushuhudie kile ambacho kinachoendelea hapo maeneo ya Kavimvira, barabara hiyo ambayo itaanza hapo Kavimvira mpaka kwenye bandari la Kalundu. Na nadhani kwamba mtazamaji, kila leo tutakuwa tunakupatia aktualiti kuhusu namna gani kazi za ujenzi wa barabara inaendelea hapa mjini Uvira.

Ndiyo, unaweza kujitambulisha? <c obstacles> <snos> Ndiyo, leo tuko hapa maeneo ya Murafi ambapo kazi za ujenzi wa barabara imeanzishwa. Nini hasa ambayo inaweza kuwa kama vile mchango wako kama vile rai? Je, kuna wale ambao walikuwa nasema kwamba hii barabara haitajengwa. Wewe kama kama vile mtizamo wako unaona nini? Watu walikuwa na na ile itajengwa, lakini kutokana na hii hali tunaona za nayo. Nayo kwa kabisa. Je, unaona itaisha au vipi? Wakati wa mbele kulikuwa midundo sana minyu barabara. Kwa hiyo nini hasa umeona kama vile faida ya barabara, Uvira, faida ya barabara na wa montare wa mingi, viuno vilikuwa vishafunika wa mama wanyimba kuoka nini, lakini kutia hii serikali tunayo, watu tutapata vya mingi sana. Mambo mbele walikanganya, walikanganya sana, lakini fulani wakatanganya kazi wanafanya. Ujumbe wa mwisho kwa diaspora ambao wako nje ambao wataona wataonai hizi maimaji, uende waseme kama tuko tunawadanganya. Wadanganyi kwa diaspora tunawaambia kweli, sio bongo, ni kweli kufanyika Uvira na Uvira hakuna vita cubaingopa kuvita hivi vita vingifanyika avi kuna mzuia na hata ingia na maendeleo anasiki kuendelea maamini kama kichuro apanze kwa kazi asante. Ndiyo, na wewe kama vile mkaaji wa Uvira, nini hasa ambayo inaweza kuwa uh, mchango wako kuhusu ujenzi wa barabara nambari 5 ambao wameanza kuweka lami hii siku leo? Na mingi sana na barabara na wanaanza tia, tunashukuru kabisa mheshimiwa. Oo, tulikuwa na wazia barabara haitajengewaka tena. Kwa hivi wanaanza tia gudo, tunashukuru. Na wazia hivi hawataishia hapa hapa, watamalizia watabalizia mpaka uko. Na kwa nyinyi, kulikuwa kunatokea shida gani wakati mlikuwa mnatembeza bajaji wakati ya mashimo? Bo, wakati ya mashimo eh, kwanza bajaji ilikuwa nafanya inaharibika Bajaji zilikuwa na haribika haribika mapiese kila kitu inaharibika, hatutembeze vizuri me. Leo hii Mungu anasaidia jesi, wanatia gudron na waza bapatro, watauza magari, watauza mabajaji na zingine pia zitakuwa hapa. Ndugu yangu jurnaliste, ndio ujumbe gani hasa, ama shukurani gani ambayo unaweza kuitoa kwa raisi Felix Tshisekedi? Ko shukurani napasha tosha, asishie hapa, aendelelee na ingine fasi mafasi zingine zinaaribika, ingine fasi aendelele na kujenga barabara. Ima mfelisite kabisa mwishimi wa cinookkazi yenye iko nafanya aiko tu wapa mkongo mzima, iko na tourne mabarabara. Tuna mushukuru sana entreprise ya SK ambayo inexecute ile trafu ok, na entreprise pia tunaishukuru kazi yenye nafanya kwa na, na wazia entreprise nayo haita tufanzia kazi, haita tufanzia kazi meleo